Nimekuja hapa kukutangazia ufalme wa mbinguni katika Kristo Yesu, umeandika hati ya msamaha kwa ajili ya maisha yako. Lakini bado watu leo wanasikia injili hawataki kuokoka wanaambiwa hati ya msamaha hii imetolewa msalabani, okoka, ufalme wa mbinguni umekaribia, bado wamenyamaza ndani ya mioyo yao. O oh, leo ninakuja Nyandekwa kukuambia unayo hati ya msamaha, ni kazi yako kuipokea. Unayo hati ya msamaha ya ufalme wa mbinguni, ni kazi yako kuipokea na hiyo hati hakuna namna itakavyokusaidia isipokuwa ni Yesu ameingia ndani yako, awe bwana na mwokozi wa maisha yako. Ndiyo maana Biblia ninayoisoma inaniambia waziwazi kabisa, yoyote ajaye kwangu mimi sitamtupa kamwe. Inawezekana kuna watu wamekuchukua, wamekutupa, waganga wamekuchukua, wamekutupa, wamekutelekeza. Ninanena habari ya bwana mmoja, jina lake Yesu wa Nazareti. Anasema, yoyote ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Ninataka nikwambie mtu anyandekwa, maisha yako yanapoingia ndani ya yesu Kristo, hata kutupa kamwe. Hebu dondoshea amen hapo.